Habari za muda huu. Leo tarehe 16 Oktoba 2025, shauri namba 2454, shauri la Habeas Corpus, kama unavyotoa kitaalamu maombi ya e, kuomba mamlaka husika zimlete balozi Humphrey Polepole akiwa hai au halikadhalika waeleze mwili wake huko wapi, ambayo yalifunguliwa e, katika mahakama hii kuu mbele ya mheshimiwa jaji Magimbi. Yalikuja leo kwa ajili ya e, kusikilizwa. Kwa kuna maamuzi madogo hapo katikati katika kesi, kuna ombi alijitokeza, kuna maombi waliletwa pande wa serikali, waliomba ku e, mhoji mdogo wake na Polepole anaitwa Godfrey Polepole walitaka waliomba pia kumhoji wakili Peter Kibatala. Maombi ambayo mahakama imeyakataa na imeelekeza sasa usikilizwaji wa msingi wa shauri husika uendelee kama ambavyo umeanza kuendelea leo. Waliokuwepo wamesikia kwamba e, tumetoa hoja kwa kipande fulani, na kutokana na unyeti wa swala na uharaka wa swala lenyewe e, tumekubaliana e, na mahakama na pande zote kwamba kipande kilichobakia cha hoja na uchambuzi wa ushahidi e, kifanywe kwa njia ya maandishi, na tumekubaliana ratiba hapo katikati. Uamuzi utatolewa mnamo tarehe 24 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 saa tano za asubuhi ya. Kwa hiyo sisi tutamalizia kipande chetu kwa mujibu wa sheria mpaka leo saa sita usiku. Wenzetu watajibu Jumatatu tarehe 26, watajibu tena tarehe 21. Tarehe 24 mahakama itatoa uamuzi e, wa iwapo itawataka inspekta jenerali wa polisi, mashtaka mkuu wa serikali DPP, mkuu wa upelelezi kanda maalum Dar es Salaam, pamoja na kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam waweze kumfikisha balozi Polepole pole pole mbele ya mahakama na au la wamfikishe katika mahakama yote nchini Tanzania kama wanaamini balozi Polepole ametenda kosa lolote la jinai ambayo anastahili kushtakiwa nalo. Kwa sababu hoja ni kwamba ushahidi ule, ushahidi ambao umeletwa kwa niaba yake, of course umepingwa na upande wa pili, lakini ushahidi wetu kwa niaba yake ni kwamba e, taasisi hizo moja moja au wote wanamshikilia au wanafahamu walipo. Kwa hiyo majibu sasa, at least, kwa kipande cha mwanzo yatapatikana mnamo tarehe 24 mwezi wa kumi, na kutegemea na maamuzi atakavukubwa, basi tutatoa taarifa zaidi kuhusu hatua e, nyingine za kimahakama au za kisheria ambazo zitaendelea kuchukuliwa, e, ili kujibu swali la yupo wapi, e, na ni nani amemweka huko alipo balozi Humphrey Polepole ya. Kwa hiyo ni hayo tu kwa leo, tutaendelea kupeana taarifa zaidi